Yes, bana hope uko poa kabisa. Niko na ishu ya eh, P Diddy Combs, Diddy, mwenyewe kabisa. Mmoja kati ya watu ambao pia wamekuwa wameshikiliwa na kesi ambayo inawahukumu eh, kuhusiana na masuala mazima eh, ya bana ya uuzaji wa binadamu kwa malengo mazima ya bana ya kingono, na tunajua mpaka sasa hivi bana yuko gerezani kuendelea kutumikia kifungo chake, ambapo kesi yake pia ilizungumziwa kwamba mwezi huu wa tano ndipo takuwa tamati, kutokana na eh, ule ushahidi lakini pia na vitu vingine kuweza kujiridhisha kwa serikali ambayo inachunguza kesi yake. Sasa rapa lakini pia ni mfanyabiashara maarufu Diddy Combs pia ameajiri mawakili wa nane maarufu kuweza kumtetea dhidi ya mashtaka ya usafirishaji wa binadamu lakini pia na uhalifu wa kuweza kupanga makosa ambayo yanaweza kumpeleka jela maisha kabisa. Sasa timu hiyo ya kutisha kabisa ina majina makubwa eh, kama Marc Ag Ag Ag Agnifilo, lakini pia ambaye anamtetea eh, fambro Martin Shkreli lakini pia ten teni Ten Gargos binti wa Mark Gargos pia naye pia amehusika ame kwenye masuala haya na majaji wengine kibao ambao pia e, watahusika kwenye kesi hiyo. Sasa e, wakili Brian Macmill pia amesema kwamba timu hiyo eh, lakini pia ni kikosi lakini pia na chama kombe kwa sababu wana uwezo wa kushinda kesi hii. Kesi kwao ni ndogo sana. Sasa kwa namna ambavyo wameibobea kwenye maneno tofauti ya sheria, Didi alitaka ali, ali, lakini pia alikataa mkataba wa makubaliano ya kosa, lakini pia na anasisitiza kuwa hakuwa na hatia huku akitarajia kwamba mawakili wake wamwokoe dhidi ya kifungo cha maisha gerezani. Sasa je, kikosi hiki na cha mawakili kitapindua meza na mshikaji Didi ataweza kupona katika kesi hii. Mimi na wewe hatujui. Endelea kutufuatia katika mitandao yetu ya kijamii, nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X, bila kusahau pale YouTube. Ukisubscribe okay, channel yetu utakuwa umetisha kinoma noma, kwa sababu updates zote so utakuwa unazipata kwa muda na wakati ambao unaustahili. chao chao chao.